Idadi ya wa wapiga kura walikuwa 28, idadi ya kula halali ni 28, na idadi ya kura zilizoharibika ni sifuri. Idadi ya kura za ndio ni ishirini na nane Idadi ya kura za hapana ni sifuri. Asilimia ya kura za ndio ni asilimia mia moja. Asilimia ya kura za hapana ni asilimia sifuri. Kwa hiyo kwa matokeo haya, imetamka sasa kwamba Mheshimiwa Diwani Kimani tarehe 2 Mheshimiwa Diwani Kimai tare tui umechaguliwa kuwa mwenye kiti wa makamu mwenyekiti samani makamu mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya ya Monduli leo tarehe 2 Disemba 2025 saa saba na dakika 15, mama diwani viongozi wa wazili wananchi kwa ujumla, kazi na utu, ndugu <coughs> mkurugenzi, na mimi nitumie fursa hii kwa shukuru sana mheshimiwa madiwani kwa kunipigia kura zote za ndio za kuwa mwenyekiti wa halmashauri yetu ya Monduli leo tarehe 2 mwezi wa 12 2025 wakati na jinadi nilisema mimi, lakini nisisitize tu mambo machache. Sasa mimi mwenyekiti wenu wa halmashauri, nitamwomba sana Mwenyezi Mungu anisaidie niweze kushirikiana na viongozi wenzangu kuhakikisha kwa kwamba yale ambayo nilitaja wakati na jinadi tunaenda kuyatekeleza. Kwa kweli uh, mimi huaga sio mtu wa maneno sana, lakini napenda kazi. Mheshimiwa madiwani, tushikamane na naomba nilikoga naye rafiki yangu na nimjomba Lorinho, ambaye jana tulikimbizana pale kwenye ukumbi wa chama. Naomba tu usimame unifungie mkono rafiki yangu, <laughs> nimefurahi na nimeona ukinitiki kweli kweli, nakushukuru sana na kwa maana hiyo, sasa tuungane. Ulichokuwa unaitakia Monduli ndicho nachokitakia, ndicho mbunge wetu anachokitakia, na viongozi wengine wote wa wilaya, tushikamane kuhakikisha tunawatugulia wa. Mimi sina interest nyingine zaidi ya kuacha alama iliyotukuka ndani ya miaka zangu mitano za kuwa mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya Monduli. Tutapambana mheshimiwa mbunge wetu Tutashirikiana, tutashirikiana kutafuta resources za kuwafanyia kazi wana Monduli. Tutatafuta ndani ya Monduli na tutatafuta nje ya Monduli na hata nje ya nje tutaenda kutafuta. Kikubwa tusikanyagane miguu, tusikanyagane miguu kwa sababu tunataka tukimbie, tunataka tukimbie katika nyanja maendeleo kwa wanamonduli, mimi milango yangu ni wazi kwa kila mheshimiwa diwani, kwa kila mwanamonduli. Lakini ukijaribu kunipigia teke nitaruka kweli kweli na hautanikamata. Kwa hiyo tushirikiane, tushirikiane na niseme tu, tutaenda kuona mabadiliko tutaenda kuona mabadiliko. Interest za kwetu tuziweke pembeni, Monduli kwanza. Na mheshimiwa mbunge, mimi ni mwenyekiti wa halmashauri mpya, namba F, namba F. Si bado haijatoka? Leo naitoa, imetoka F. Na kauli yangu, kauli yangu mbiu ni Monduli kwanza maslahi yetu binafsi tuziweke pembeni pembeni, tuwatumikie wana Monduli. Mheshimiwa ni DC, nitatoa ushirikiano wa hali na mali kwa ofisi yako. Mkurugenzi wangu, nitatoa ushirikiano wa hali na mali kwa ofisi yako kuhakikisha kwamba watu wetu wa Monduli tunaenda kuwatumikia kisawasawa. Niwaombe, niwaombe na nakuwasihi yaliyopita ya si ndwele, sasa tugange yajayo. Tusibebeane, hii ndo siasa. tukibebeana nini, sio wanasiasa. Mtakuwa mmedandia gari mbele ambayo ulikuwa hujui inakwenda wapi, lakini kama ni wanasiasa mliokomaa kisiasa, hii leo imeisha. Mwenyekiti amepatikana, makamu mwenyekiti amepatikana, sasa ni kwenda kuchapa kazi. Kwa hiyo ndio mambo ya ushirikiano Nafikiri katibu wangu wa chama anasikia. Mimi nawambieni milango ya ofisi ya mbunge ipo wazi, milango ya mbunge ipo wazi, tutashirikiana kwa pamoja kuhakikisha tunawaletea. Na yule anayenizuia nini, nitakupiga bypass, nitakwenda kukutana na wananchi site kueleza na kukabiliana, siwafiki kwa sababu najua na deni za kura laki moja na thelathini ya kuwaletea maendeleo. Mheshimiwa Kisioki, mimi kama mbunge niko tayari kufanya kazi na wewe. Mheshimiwa Makamu, niko tayari kufanya kazi na wewe Waheshimiwa Madiwani, niko tayari kufanya kazi na naiwe mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya Wilaya ya Monduli niko tayari kufanya kazi na wewe, na nimeshafanya kazi na wewe ninakujua munge ote kazi wako, naamini tukishirikiana pamoja tutafikia malengo ambayo tume